Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo, na wale wanaojiona <coughs> na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndio wanaopaza sauti kutaka kufanya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Leo lipo jambo moja ambalo nataka tuzungumze ama kupeana taarifa zaidi, kwamba jana kulikuwa na upadilisho kule katika jimbo la Iringa. Kanisa Katoliki limetoa tamko lake kuelekea uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano, lakini kabla sijakuletea kwamba ni maneno gani ambayo yametamkwa katika tamko hilo la baraza la kanisa Katoliki nchini Tanzania, ni kwamba nitoe angalau utangulizi. Kuna baadhi ya watu wanaosema kwamba viongozi eh, wa dini hawatakiwi kuingilia maswala ya siasa. Sidhani kama ni sahihi, kwa sababu ninahisi kwamba na mahala pengine nimesema kwamba labda huu ni mtazamo wa kibwege tu, kwa sababu hao wanasiasa pia wanasali katika madhehebu hayo ya dini, hivyo pia ni wanadini. Labda tungesema kabisa kwamba mtu yeyote ambaye anasali au anaswali au ni mcha Mungu hapaswi kuingia kwenye dini Kuyo, kwa hiyo nimeona kwamba nilete mtazamo huu kiutangulizi wakati naelekea kukupa taarifa ya jana huko Iringa kilichokuwa kimetokea. Baraza la maskofu linaisihi serikali ama wenye mamlaka kuona namna gani ambavyo wanaweza kuwasikiliza watu wengine ambao hawanufaiki na mifumo ambayo iliyopo. Haya si maneno yangu, ni maneno ya msoma um, taarifa ama hotuba hiyo ya kanisa Katoliki mbele ya naibu waziri mkuu ambaye alienda kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan pale Iringa, katika upadilisho huo, baadhi ya maneno ambayo yametamkwa ni haya yafuatayo, naomba nikusomee, ninakomba ni hotuba ya baraza la maaskofu Katoliki nchini Tanzania, jana kwenye uaskofusho wa, wa, wa askofu Romanus Mihali wa jimbo la Iringa taarifa inasema kwamba Mungu atujalie viongozi wenye uwezo waadilifu na wacha Mungu. Hii itatuwezesha kuwa na viongozi wasio na ubinafsi bali wenye uzalendo wa kweli na walio tayari kujenga jamii ya Tanzania katika misingi ya kweli, haki, uadilifu, upendo, ustawi, ustawi na uhuru kwa wote. Ananukuliwa msoma taarifa hii ama hotuba hii akisema, viongozi wa serikali katika nyakati tofauti tofauti wamesikika wakiwahakikishia wananchi kuwa uchaguzi wa mwaka huu utafanyika kwa misingi ya haki, usawa na uhuru. Tunaomba kauli hizi nzuri na za kutia moyo za viongozi wetu zionekane kwenye matendo katika hatua zote za uchaguzi, kwani baadhi ya matukio tuliyoyashuhudia katika jamii yetu hayaonyeshi kuwa watendaji wanatekeleza kile kinachoahidiwa na viongozi wetu kinachoaidiwa hakiendani na kile kinachotendeka. Tamko hili linaendelea kwa kusema kwa muda mrefu kumekuwa na sauti zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi katika nchi yetu zifanyiwe marekebisho au maboresho, ili ziendane na hali halisi ya demokrasia ya vyama vingi katika nchi yetu. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho haya na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndiyo wanapaza sauti kutaka mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Wito wetu sisi kwa mamlaka zinazohusika ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka kufanyika kwa maboresho hayo ya katiba na sheria visikilizwe na visipuuzwe. Hili ni tamko la TEC ambalo limetolewa pale Iringa mkoani pale Iringa jana ambapo mgeni rasmi wa tukio hilo la upadilisho alikuwa ni naibu waziri Mheshimiwa Daktari Doto Biteko ambaye alienda kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa amemtuma pale. Tamko hili nadhani halipaswi kupuuzwa na matamko mengine pia ambayo yalitolewa siku za hivi karibuni kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea ya nchini lakini kuhusiana pia na uchaguzi mkuu kwa ujumla. Kwanza tumsikilize ya, msoma taarifa hiyo ama tamko hilo hapo jana alisema nini? Alisema waadilifu wakifanikiwa watu ufurahi, waovu watawalapo watu uugua. Anasema, watu ugua, na kamalizia kwa kusema kwamba naomba watu wetu wasiugue. Lakini kwa uzuri zaidi, kuanzia mwanzo, naomba tusikilize hapa, viongozi mbata... bora wenye uwezo waadilifu na wachamungu. Hii itatuwezesha kuwa na viongozi wasio na ubinafsi, bali wenye uzalendo wa kweli na walio tayari kujenga jamii ya Tanzania katika misingi ya ukweli, haki, uadilifu, upendo, ustawi na uhuru kwa wote. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya 2 linasema waadilifu wakifanikiwa, watu ufurahi, waovu watawalapo watu huugua. Tunaomba watu wetu wasiugue. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa serikali katika nyakati tofauti tofauti wamesikika wakiwahakikishia wananchi kuwa uchaguzi wa mwaka huu utafanyika kwa misingi ya haki, usawa na uhuru. Tunaomba kauli hizi nzuri na za kutia moyo za viongozi wetu zionekane kwenye matendo katika hatua zote za uchaguzi, kwani baadhi ya matukio tuliyoyashuhudia katika jamii yetu hayaonyeshi kuwa watendaji au wasimamizi wa sheria wanatekeleza kile kinachoahidiwa na viongozi wetu kinachoahidiwa akiendani na kile kinachotendeka, kinachoidiwa akiendani na kile kinachotendeka. Ndivyo anavyosema msemaji. Anaendelea, kumekuwa na sauti zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi katika nchi yetu zifanyiwe marekebisho au maboresho ili ziendane na hali halisi ya demokrasia ya vyama vingi katika nchi yetu. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo. Kwamba wanaonufaika inaonyesha kwamba hawako tayari, na makofi yanapigwa hapo. Sikiliza, na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndiyo wanaopaza sauti kutaka kufanya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Wito wetu sisi maskofu kwa mamlaka zinahusika ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka kufanyika kwa maboresho hayo ya katiba na sheria visikilizwe na visipuuzwe, yani vilio visikilizwe na visipuuzwe. Kwenye mifumo ya uchaguzi yafanyike ili kuruhusu uchaguzi wa kweli ulio huru na wa haki katika nchi yetu. Ili kuruhusu uchaguzi wa kweli chaguzi zetu zitendelea kugubikwa na dosari nyingi kama ilivyoshuhudiwa kwenye chaguzi za miaka ya hivi karibuni. Mwisho, tunamrudia tena Mwenyezi Mungu tukimuomba alibariki Jimbo Katoliki la Iringa awabariki viongozi wetu wa kitaifa, aibariki nchi yetu na raia wake wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Amemalizia huku akishangiliwa sana sana sana. Kwa hiyo jambo hili ni nadhani kwa yeyote anayehusika, kwa wenye mamlaka, nadhani si la kupuuza na wito wangu kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ninaamini ndicho kinachoongoza serikali, na kwa sababu serikali na Chama cha Mapinduzi ni kama mapacha hivi wa mfuko mmoja, wanafanana kweli kweli na huwezi kuwatenganisha ama kuwatofautisha kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ni mapacha ambao wanafanana sana, na ninadhani ipo haja ya viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi na serikali yake okay? kutokupuuza haya maneno, kutokupuuza hata maneno ya watu wanaoonekana kwamba ni wajinga. Sisi tuko mtaani, mimi niko mtaani, ninapita huku na huku. Kwa mtu yule ambaye hajapewa andazi, huwa anatoa maoni yake katika uhalisia mkubwa. Yawezekana maoni ya wananchi walio wengi ambao hawana maandazi au hawajapewa andazi kwa namna moja ama nyingine hayawafikii viongozi na yawezekana viongozi wetu pia wanaenda kuchukua maoni kwa watu waliowapa mandazi. Wito wangu mambo haya yasipuuzwe, na hata mambo mengine ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Nadhani ipo haja ya kutumia hekima zaidi kuliko kutumia nguvu zaidi, na kudhani kwamba ni jambo jema yanayoendelea ya mtaani. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi naamini kinazo taasisi za kufanya tafiti. Kifanye tafiti hata kwa uharaka tu, hata kwenye baadhi tu ya maeneo, waone wanachukuliwaje, waone serikali inasemwaje. Tena maoni yao yachukuliwe kwa watu huru, sio kwa wale ambao labda wana vyombo vya moto ama wana baisikeli zenye rangi ya mgomba. Watapotoshwa. Zisikilizeni sauti hizi kwa ajili ya ukamilifu na amani na haki na furaha ya nchi yetu. Mtazamaji wa Nyikani TV, nawe unayo nafasi ya kutoa maoni yako hapa hapa Nyikani TV, katika ukurasa wa maoni, ama wengine wanaita comment. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare kwa watu wengine ili tuendelee kubadilishana taarifa ama kupeana taarifa. <tik>